Ni kikosi cha Young Africans ambacho kinawasili hapo uwanja wa KMC Mwenge kwa ajili ya mchezo wao wa CRDB Federation Cup dhidi ya kikosi cha Coastal Union, mchezo ambao unachezwa jioni ya leo. Kama ambavyo unashuhudia uh, basi la wachezaji wa Yanga African SC hapa, ambalo likiwa linawasili uh, kwenye uwanja huu wa KMC Mwenge kwa ajili ya mchezo wa CRDB Federation Cup dhidi ya kikosi cha Coastal Union ya pale Tanga. Kama ambavyo unashuhudia uh, basi li hili limesha hapa, limeshawasili hapa uwanja wa KMC uh, kwa ajili ya mchezo huo wa jioni ya leo. Uh, wanawasili hapa uwanja wa KMC kwa ajili ya mchezo wa jioni ya leo dhidi uh, ya kikosi uh, cha Coastal Union ambao mangu shao kutoka Tanga. Tayari kikosi cha Coastal Union kimeshawasili hapa uwanja wa KMC kwa ajili ya mchezo huu wa jioni ya leo. Kama ambavyo wanashuhudia uh, hawa hapa uh, wachezaji wa Young Africans ambao wanawasili hapa uwanja wa KMC kwa ajili ya mchezo wa CRDB wa jioni ya leo